A Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, ninapenda pia kuwataarifu kuwa amekamatwa na anahojiwa kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Frey Edward Cosseny mwenye umri wa miaka 51. Huyu ni mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde, Dar es Salaam. Huyu <coughs> amekamatwa kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya pa Padri Charles Kitima ambalo kwa mujibu wa ufuatiliaji alilitoa na kulichapisha mitandaoni siku chache kabla ya kutokea kwa tukio ambalo lilimhusisha Padri Kitima. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wananchi ambao kwa sehemu kubwa wamekuwa wakitoa taarifa mbalimbali kabla ya matukio lakini, hata ikitokea bahati mbaya matukio yametokea, wamekuwa wakishirikiana na jeshi la polisi katika ufuatiliaji na kufanikisha kuimarisha mifumo ya usalama katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia wamekuwa wakiendelea kusaidia kutoa taarifa za kuwanyima fursa wahalifu otenda makosa, kwani jeshi jukumu lake la msingi ni kuzuia makosa na si kuyasubiri yatendeke ndio lifanye ufuatiliaji. Kwa hiyo kwa dhati jeshi linatoa shukurani kwa wananchi na, na waendelee kushirikiana na jeshi lao la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ili Dar es Salaam iendelee kuwa salama.